Haya maneno usiyaseme tena kwenye maisha yako. Biblia katika Mithali 18:21 inasema hivi kwamba mauti na uzima viko katika kinywa chako. Mauti na uzima viko katika kinywa chako. Leo tu nitakupitisha maneno saba ambayo tumezoea kuyasema. Unajua, maneno haya ambayo tunayasema ni kama upepo fulani lakini mbingu zinasikia na kuzimu pia inasikia. Maneno haya tunayadai kuyasema ni kama vile yanaonekana ya, ya unyenyekevu, lakini ndiyo maneno ambayo yanakuua. Ni maneno ambayo yanaua watu wengine, ni maneno ambayo hayampi Mungu utukufu, lakini tumeyafunikia tumeya katika kinywa cha kwamba sisi ni wanyenyekevu. maneno ya kwanza kabisa ambayo tunapenda kuyasema ni maneno hatari kabisa. Ni neno ambalo linasema Mungu amekuwa kimya sana. Ni mara ngapi ambayo tumesema neno kama hili kwamba Mungu amekuwa kimya sana? Na hapa ni pale ambapo tunakuwa tumefunga, tumeomba, tumejitahidi sana kumkaribia Mungu alafu tunasema Mungu amekuwa kimya sana. Na huu kimya, tunatoka katika kusema Mungu amekuwa kimya sana, tunatafsiri ya kwamba Mungu hayupo. Ukweli ni kwamba ukimya wa Mungu haumaanishi Mungu hayupo. Nitakupa mfano, mwalimu anapokuwa anasimamia mtihani, mwalimu huwa anakaa kimya, anawaacha wanafunzi wanajibu mtihani. Wakati fulani wa majaribu makubwa kwenye maisha yako Mungu huwa kama mwalimu anakaa kimya anakuacha ufanye mtihani. Haimaanishi hayupo pamoja na wewe, na maneno haya huwa tunakoti kwamba Daudi aliwahi kusema katika Zaburi 13 fungu la kwanza, akasema E Mwenyezi Mungu, hata lini utanisahau milele? Sasa Daudi alikuwa hajui Daudi alikuwa hana hii elimu. Kwa hiyo wakati Daudi anaimba huu wimbo wake anasema, Mungu utanisahau lini hata milele. Ukweli ni kwamba sio kwamba Mungu amemsahau, ila ni kwamba ukimya wa Mungu huwa unawakilisha ya kwamba nipo pamoja na wewe, ninakuamini, fanya mtihani wako. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema, Yesu mwenyewe Alipokuwa pale msalabani aliwahi kusema, Mungu wangu, Mungu wangu mbona umeniacha? Kauli hii haikumaanisha kabisa kwamba uwepo wa Mungu haukuwepo kwenye maisha ya Yesu lakini kauli hii ilimaanisha uungu wa Yesu ulipoondoka, ndio Mungu. Yesu aliona kabisa, mimi ninapaswa kuwa na Mungu wakati wote. Kwa hiyo ule uungu wakati unanyofoka, ili Yesu aweze kufa kama mwanadamu, kwa sababu Mungu hafi, ndio Yesu akasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha. Lakini ukweli ni kwamba Mungu katika ukimya wake, si kwamba uwepo wake haupo. Kwa hiyo ukimya wa Mungu sio kutokuwepo kwake. Kwa hiyo unaweza unaweza, badala ya kusema ya kwamba Mungu amekaa kimya sana, unasema nitajifunza kusikiliza, kwamba huenda Mungu anasema ila mimi sijamsikia kwa aina yangu, huenda Mungu anafanya ila mimi sijaona kwa macho yangu. Kwa hiyo badala ya kulalamika kwamba Mungu amekaa kimya sana, nimeomba, nimefunga pasta. Badala yake unaweza ukasema ninadhani sijamwelewa vizuri Mungu. Samweli, kwenye Samweli wa pili sura ya pili, Samweli aliwahi kuitwa na Mungu akamwita, Samweli, Samweli, Samweli, Samweli akawa najua anaitwa na babu. Samweli anaenda babu, naniita? Kwa hiyo Mungu huenda saa nyingine ananena na sisi lakini si tunadhani ni sauti za watu wengine. Kwa hiyo katika hali ambayo unadhani mbona Mungu amekaa kimya kwenye jambo langu, jiulize hivi: mbona Mungu anasema kwenye lugha ambayo mimi sielewi? Mungu unasema kwa lugha gani? Mungu unaniambiaje? Mungu unasemaje? Mungu najifunza lipi katika hili? Maneno ya pili ambayo tunayakosea sana kuyasema na hatupaswi kusema ni neno ambalo tunalisema baada ya kukata tamaa, badala yaani, pale tukishakata tu tamaa, badala ya kujivuta na kupata nguvu, tunasema labda haikuwa, haikusudiwa kuwa, labda haikukusudiwa kuwa, unasema labda hili halikupangwa eh. Unakuta pale ambapo mtu ameomba mtu amefunga, mtu anajitoa, mtu anapanga, mtu anafanya kazi, mwisho wa siku matunda yasionekane sawasawa na kile ambacho amekifanya, anasema hii haikukusudiwa kuwa, hii haikuwa, hii haikupangwa kuwa na hii inamaanisha ni kama kujisalimisha hivi kwamba ah, mimi bwana sikunuiwa kuwa tajili. Mimi bwana sikupangwa kwenda mbinguni mimi bwana, sikupangwa kuolewa. Mimi bwana, sikupangwa kuwa na watoto. Hapana, ni maneno ambayo kimsingi yanaonekana ni kama vile tume tumekubali yote, lakini maneno haya si ya ukweli, si ya kweli. Kwa mfano Yusufu, pale wakati ambapo ametupwa kwenye shimo na ndugu zake, huenda Yusufu angesema ah, kumbe ndoto zangu sio za ukweli haikukusudiwa kuwa zile ndoto zangu, lakini Mwanzo hamsini fungu la ishirini, Biblia inasema ya kwamba mlikusudia kuwa uovu, lakini Mungu alikusudia kuwa jema. Kwa hiyo ndoto zinapozima haimaanishi kwamba haikupangwa. Huenda upo kwenye mchakato bado, upo kwenye njia bado, unatembea njiani. Usianze kujisemea maneno ya laane kwamba hili jambo halikupangwa kwa ajili yangu. Eti umetuma mkataba wa kwanza, wamekupa fursa, baadaye wakaahirisha, kusema hii haikupangwa, hii haikuwa sehemu yangu. Hapana, huko kwenye mchakato. Usiyaseme kabisa hayo maneno, isipokuwa unapaswa useme nitajifunza, ninaamini mpango wa Mungu hata katikati ya uharibifu huu mkubwa, kwa sababu adui yule ambaye ni shetani anapenda ujikatie tamaa, useme haikukusudiwa kuwa. Maneno ya tatu ambayo hautakiwi kabisa kuyasema ni pale ambapo unaanza kusema Mungu ananiadhibu, Mungu ananiadhibu. Hapa ni ule wakati ambapo shida inakukumba, shida inakukumba, mtu unakuwa una ugonjwa, mtu unakuwa umepoteza kazi, mtu umepata janga kubwa, mtu ambapo unakuwa umeng'ooka katika mahali, ndio unaanza kusema mmm, au hii ni adhabu ya Mungu <laughs> au ni adhabu. Nakumbuka kuna mtu fulani aliwahi, ilikuwa ni wakati wa ibada Eh, wakati wa ibada si tumekusanyika tunaabudu pale chuoni kwetu Bugema. Yeye akaenda sokoni kununua kununua vitu vya sokoni, eh, grocery na vitu vinginevyo, akapata ajali ya pikipiki. Baadhi ya watu wakasema eti Mungu amemwadhibu kwa sababu aliondoka kwenye ibada. No, tunapopata matatizo haya tafasiri ya kwamba Mungu ametuadhibu tunapata ugonjwa kwa sababu tunaishi dunia mbaya, wala sio kwamba ni adhabu, kwa sababu kwa kusema kwamba Mungu ameniadhibu, maana yake umetangaza hivi kwamba kifo cha Yesu msalabani hakikutosha, ndio maana pia unapaswa wewe uadhibiwe. Isaya 53 fungu la 5 nasema hivi adhabu yetu aliichukua yeye. Sasa inakuwaja tena Mungu amekuadhibu? Ma, ma, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yaani tayari yeye anapaswa apigwe. Kwa hiyo unapokuwa kwenye hali ngumu, usijisemea kwamba Mungu ameniadhibu. Hiyo ni tafasiri mbaya, yani ina maana umekataa msalaba wa Kristo. Maana yake hiyo umekataa kwamba msalaba wa Kristo, kifo cha Kristo hakina nguvu, hakina nguvu sana, ndio maana imekubidi wewe uadhibiwe tena. Lakini ukweli ni kwamba Yesu aliadhibiwa vya kutosha ili sisi tuwe huru nje ya adhabu. Kwa hiyo tunapoyapitia matatizo, si kwa sababu sisi tumemfanya Mungu vibaya na ndio maana anatulipizia kisasi. Tunapoyapata matatizo, ni kwamba tunaishi dunia baya ndio maana Yesu alisema duniani mnayo dhiki, ila jipeni moyo, tumemshinda Shetani. Kwa hiyo duniani tutaugua, hata walio wa Mungu. Ndio maana kwenye Biblia unakutana kuna watu wa Mungu walikuwa wana matatizo mengi mbalimbali, hata Paulo aliyekuwa na mwiba ashum, anaponya watu asubuhi, anafufua watu asubuhi, lakini still bado ana mwiba, bado naye ana mwiba, bado naye ana mwiba, inamtocha kisaikolojia Angelia akasema mungu ameniadhibu. Mungu akumwadhibu Paulo alifanya nini? Mungu akumwadhibu, isipokuwa ni matokeo ya dunia mbaya tunayoishi. Kwa hiyo shida yako, umaskini wako sio kwamba ni adhabu. Ukiingia hasara leo, sio kwamba Mungu amekuadhibu. Hiyo ni sauti ya Shetani, na ukisema hivyo, ukiikiri, shetani anakubali, anashangilia kwa sababu ni kama ume kanusha Kristo ana nguvu, msalaba hauna nguvu mpaka wewe wadhibiwe. Mungu hawezi kukuadhibu wewe. Mungu alisharuhusu mwanaye akaadhibiwa kwa ajili yako. Maneno kama hayo usiyaseme, kwa sababu yanakuua, yanakuua. Maneno ya nne ambayo haupaswi kabisa kuyasema ni pale ule wakati ambao unakuwa umejificha nyuma ya uchovu na ukaanza kusema Nadhani huu ni msalaba wangu. <laughs> Hapa ndio unakuta kuna watu kuna wanazikumbatia shida, anasema ni msalaba wangu, anakumbatia toxic relationship. anasema huu ni msalaba wangu, anakumbatia ugonjwa eti, anasema huu ni msalaba wangu, anakumbatia udhaifu fulani, kwa kigezo cha kwamba eti <laughs> Yesu alisema kwenye Luka, mtu akitaka kunifuata achukue msalaba wake amfuate. Hii haikumaanisha kwamba kuchukua msalaba ni kubeba minyororo ambayo shetani anakuadhibu, ambayo shetani amekuweka uivae, heti kwamba ulibebe tatizo hilo, ndo msalaba no. Msalaba maana yake ni kujikana ni msalaba maana yake ni ile hali ya, ya kuunyima mwili mahitaji yake. Unasema ok, ninabeba nina, nina roho yangu mbele ninabeba roho yangu mbele. Mtu mmoja aliwahi kuimba msalaba mbele, dunia nyuma. Yani ni kujikana, wala si kwamba kuchukua msalaba wako. Eti unasikia kuna mtu anasema pasta ee, kwa kweli mme wangu ndo hivyo, ni msalaba wangu. Hapana, msalaba sio utumwa. Kama ni hivyo, wana wa Israeli wangesema kukaa Misri ni msalaba wao na wasingetaka kutoka Misri, wakasema tunakaa Misri kwa sababu utumwa huu ndio msalaba wetu tuko hapa. Hiyo ni hali ya kukaa kwenye comfort zone ya matatizo. Kuna watu wanapaswa kuwa matajiri, lakini kwa kusema umaskini ni msalaba, msalaba wangu lakini kwa kusema umaskini ni msalaba wangu mpaka leo wamekuwa na msalaba. Kuna watu wameferi mara moja, haimaanishi kwamba wanaferi vya kudumu, lakini kwa sababu wamesema huu ni msalaba wangu imekuwa ni mara moja. Kuna watu wanakosa, wanakosa vitu hodari, vitu muhimu, vitu vyenye manufaa kwa kisingizio kwamba huu ni msalaba wangu. Nikuambie, Mungu anatuambia ya kwamba ametukomboa ametuweka huru. Kristo alibeba msalaba kwa ajili yetu, na sisi tunaposema tunaiacha tunaiacha ile jamii yetu ya, ya, ya maisha yetu mabaya ya awali, tunasema ah, sasa nimejikana imani, nimejifunga kabisa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ujasiri, sitaangalia watakavyonisema, sitaangalia inavyoumiza, nitamfata Yesu hata kama inaumiza, nitamfata Yesu hata kama nitaona njaa, nitamfata Yesu hata kama nitakataliwa yani ni kwamba umeamua kuumia yani, umeamua kuumia kwa ajili ya imani yako, kwa ajili ya wito wako, na wala sio kukaa kwenye comfort zone ya matatizo eti kwamba huu ni msalaba wetu. Sasa maneno mengine, maneno ma, mengine ya nne ambayo watu huwa tunajificha nayo, tunayasema kwa ila eh, yanasikika kama ya unyenyekevu. Unas, unasikia tunasema si stahili baraka hii sistahili hmm. Si stahili. Hapa unakuta ni mtu anapata mafanikio eh? Ndugu yake Jeni anampongeza anamwambia, bwana, hongera, hongera, hongera dada Jeni, umepata umepata hii bingo. Unasikia ah, sistahili bwana, sistahili ni kama maneno fulani hivi ya unyenyekevu. Sasa nani anayestahili stahili nani anayestahili? Haya maneno ni maneno mabaya, kwa sababu ni maneno ambayo yanasema ya kwamba vitu vya baraka ya Mungu sio stahili yako wewe. Ni maneno ambayo una ili uvione vitu ni kama vile ni ni ni, ni, ni kama vile wewe haushiriki eh, au baraka, na huku Mungu ametuambia ya kwamba ni kweli tunapata yote kwa neema. Sasa si ndio, neema umestahili wewe usiyefaa. Kwa hiyo hata kama tunaipata kwa neema, kwa unyenyekevu, unasema baraka hii ninaipokea kwa unyenyekevu, asante Mungu. Cheo hiki ninakipokea kwa unyenyekevu. Afya hii ninaipokea kwa unyenyekevu, wala sio eti kwamba si stahili. No, kwa sababu wa Efeso mbili fungu la nane mpaka la tisa inasema kweli kwamba kwa neema tumeokolewa bule, tumeokolewa kwa njia ya imani ambayo ni zawadi ya Mungu. Sasa si zawadi anapewa mtu ambaye amependelewa? Sasa si ndio wewe unastahili zawadi? Kwa hiyo wewe ndio unastahili, wala sio unyenyekevu. Usitudanganye mtoto wa Mungu, sema tu hiki nimekipata kwa neema ya Bwana, wala sio kwamba mimi Bwana mimi sistahili, mimi sistahili kwa mimi Bwana mimi sistahili. Kwa hiyo hiyo hiyo hupaswi kabisa kuisema. Maneno ya sita ambayo unapaswa paswa uyaepuke, yanakuua unapoyasema ni pale ambapo unasema huu ni wakati wangu, huu ni wakati wangu. <clears throat> Unapaswa useme huu ni wakati wa Mungu, kwa sababu unaposema huu ni wakati wangu, maana yake unamaanisha ya kwamba wakati wa jana haukuwa wakati wako. Sikiliza, wakati wako unaanza siku tu ulipotungwa mimba. Huu ni wakati wako na wakati wako unaisha siku unapofariki. Hapo kwenye katikati ya kuishi baraka kuipata ni wakati wako uko kwenye sizoni yako, kwa hiyo ni wakati wa Mungu kwako, wala usiseme ah, huu ndio wakati wangu. Ni wakati wa Mungu, ni wakati wa Mungu. Na ndio maana Yesu alitusisitiza utupe leo riziki zetu. Hakuna eti sijui kesho sijui kesho kutwa sijui lini. Leo huu na kesho hiyo, ndio wakati huo, ndio wakati wa Mungu, sio wakati wako. Na ndio maana Mungu wakati anawalisha wana wa Israeli maana aliwaambia muokote kila siku mara moja. Unajua kwa nini? Alikuwa anajua, anajua kuna watu wanafundisha financial management, wanafundishaga akiba. Anasema ni kweli, kuna akiba, huwa kuna saa nyingine hata Yusufu nimwambie aweke akiba, lakini hapa ninakufundisha ya kwamba mimi ndiye nikulishaye kwa wakati unaofaa. Kuna wakati ambao nadhani ukasema, huu ndio wakati wangu, huu ndio wakati wangu, kumbe hata wajana uliopuuza naye ulikuwa wakati wako kwa hiyo ni wakati wa Mungu kwa sababu Mungu ndio anayeamuru majira, Mungu ndio anayeamuru wakati, Mungu ndio anayeamuru nyakati zote. Kwa hiyo huna wakati isipokuwa ni wakati wa Mungu kwako. <laughs> Sasa huu usemi huu, huu, huu, wa kwamba huu ni wakati wa wangu au huu sio wakati wangu ni neno ambayo ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba kumbe kuna vitu tu vinatokeaga kwa bahati, kumbe tu kuna vitu vinatokeaga tu e, e, muda ukifika. Hapana, vitu hivyo vinatokea Mungu akiamuru. Biblia inasema Wagalatia 4:4 ulipotimia utimilifu wa wakati wa Mungu, ndio Mungu alimtuma Yesu aende duniani kuwa mwana na mkombozi wa maisha yetu. Kwa hiyo hakuna cha kudumu isipokuwa Mungu. Wewe huna wakati, Mungu mwenyewe ndiye wakati unaodumu. Maneno ya mwisho ambayo unapaswa uyaepuke kabisa na kuyaondoa kabisa kwenye maisha yako hapa ni ile wakati ambao unaonekana unaongea kwa upole eh? lakini kumbe unaua maombi hapa. Unakuta waombaji tu tunasema, mimi ni nani ni mwombe Mungu zaidi? <laughs> Ni maneno ambayo yanaonekana kama yana shukrani ndani yako, ni maneno ambayo yanaonekana ni yana unyenyekevu ndani yake, lakini maneno haya si ya unyenyekevu. Eti mimi ni nani ni mwombe Mungu zaidi? no! Biblia inasema katika Webrania nne fungu la kumi na nne na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, sio eti mimi ni nani nimwombe mungu zaidi. Unajua, mwana mpotevu alikuwa mjinga sana, eti anasema nitaenda nyumbani kwa baba yangu, nitafika nitamwambia baba, nimekosa nipatie sehemu ya mali, nifanye tu kuwa mtumwa, nilikula mali yako, sahizi nifanye tu kuwa mtumwa mimi sipaswi kuomba tena zaidi, nifanye tu kuwa mtumwa. Alipoongea hayo maneno kwa baba yake, baba yake hata hakuyasevu wala hata hakuyasikiliza, akasema leteni pete, leteni viatu, leteni vazi ambalo wanapewa watoto <laughs> yani, maana yake kwa Mungu wewe ni wa thamani sana. Mungu ni baba yetu ambaye anadekeza awadadi awaaba, baba ambaye anadekeza, anaombwa zaidi anaombwa sana anaombwa vizuri anaombwa tena, kwa sababu Yesu alitupa ujasiri kwenye Luka akatuambia Luka 11 mstari mstari wa tisa mpaka wa kumi, akasema ombeni, ombeni nanyi mtapewa. Eti mimi ni nani, ni nani nimwombe Mungu zaidi? Omba, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona, ombeni mtapewa niliomba jana kazi, nimepata. Yeye leo naomba promotion, ni sawa, ni sawa. Eti mimi ni nani? Afu yanaonekana kama maombi ya, ya unyenyekevu, eti eti mimi ni nani niombe zaidi. Ni maneno yanayoua, na Shetani anapenda kuyatumia kukupotezea kuku, baraka za kimbingu. Kwao Ibilisi anapenda misemo kama hii kwa sababu anajua kabisa hautaenda kwenye kiti cha, cha enzi cha ujasiri. Utafurahia tu, utakuwa tu hivyo hivyo jinsi ulivyo. Hautayatazamia makubwa, hautayatazamia yaliyo ya juu, hautaona kile kilicho ki, ki, kizuri zaidi. Utafurahi tu kwa hicho na utakaa kwenye comfort zone. Hmm. Sasa leo Roho Mtakatifu anakusikiliza, anakusikilizisha tena sauti hii mpya ya kwamba usiseme tena hayo maneno. Badala ya kusema Mungu amekaa kimya sana, unapaswa utangaze kwamba Mungu bado anasema nami nitaendelea kusikiliza. Badala ya kusema ya kwamba haikukusudiwa kuwa wewe, unapaswa useme ya kwamba Mungu bado anaandika hadithi yangu, haijawahi kuisha na haijaisha kamwe. Badala ya kusema ya kwamba Mungu ananiazibu, badala yake utasema ya kwamba adhabu yangu aliibeba Yesu. Badala ya kusema ya kwamba huu ni msalaba wangu tu wa kuubeba, badala yake unatakiwa kusema ya kwamba ikiwa tuko huru, hatupaswi tena kuwa watumwa, hatupaswi tena kuwa na misalaba, tutatokana tena na ma ovu ambayo tunapaswa kuhukumiwa. Badala ya kusema sistahili baraka hii heti heti, sistahili baraka hii bali, badala yake unapaswa useme ya kwamba sikupata, sikupata kwa sababu ya vile nilivyonuia, vile nilivyoweka bidii, nimepata na nimepokea kwa shukrani, kwa sababu ya nguvu za Mungu, kwa sababu ya bidii ya Mungu. Badala ya kusema huu ni wakati wangu au hii ni zamu yangu, unapaswa useme huu ni wakati wa Mungu ambaye wakati wake hauhesabiki kwa jua, hauhesabiki kwa mwezi, hauhesabiki kwa siku. Wakati wake ni wa milele, yeye ni wa milele, ya kwamba hii ni zamu ya Mungu kuona machozi yangu, hii ni zamu ya Mungu kuona kilio changu, hii ni zamu ya Mungu kunisikia tena. Sio kwamba ni wakati wangu. Badala ya kusema mimi ni nani nipate zaidi, unasema mimi ni mtoto wake, nitaomba na nitatafuta na nitabisha. Sasa hayo maneno ukiyasema kama ulivyokuwa unayasema yanakuua. Geuza kinyume chake, kama nilivyokuambia, utakuwa na uhai tele hapa duniani, utakuwa na uhai tele mbinguni. Mimi leo nikuombee ombi moja. Baba wa mbinguni, kwa ujasiri mkubwa kabisa tumekuja katika kiti chako cha neema, tukiomba kwa ujasiri, tupatie nguvu, tupatie uwezo, tupatie mamlaka, tupatie nafasi na fursa. Maneno haya yalitunyong'onyesha hata tukashindwa kufanya kazi yako ipasavyo. Maneno haya yalitungonyesha hata tukawa duniani kama watumwa. Maneno haya yalitufanya tukawa chini. Tumeyafuta kwa mamlaka ya jina la Yesu, na sasa tumetangaza ya kwamba sisi ni watoto wako, sawasawa na neno la Yoheli ya kwamba aliye dhaifu na aseme ana nguvu. Bwana, mimi nina nguvu, na yule anayesikia ana nguvu. Kama una nguvu, komenti hapo chini kwa ku sema amina, amina, amina. Mungu akubariki. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers floor ya kwanza office namba ishirini, vicious therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Wa mtumishi wa Mungu Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu yoyote asikudharau dharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha mirathi na mtazamo wa kiroho kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba na unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.